Ushindi wa Yanga umevunja rekodi mbili kubwa Afrika ambapo baada ya wananchi Yanga kuwalaza na viatu wa Arabu wa Morocco AS FAR Rabat kwa ushindi murwa wa goli moja kwa sifuri katika mchezo wa kwanza wa kundi B klabu bingwa barani Afrika na kujiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu hatua ya robo fainali. Mechi hiyo haijaisha tu ushindi kwani, kuna rekodi mbili muhimu ambazo klabu hiyo imezivunja. Rekodi ya kwanza na muhimu zaidi ni ya kupata ushindi katika mchezo wake wa kwanza wa ufunguzi katika hatua ya makundi ya Kafu, baada ya miaka mitatu iliyoshiriki hatua hiyo hivi karibuni. Klabu ya Yanga katika misimu mitatu mfululizo iliyopita walipoteza michezo yote mitatu ya ufunguzi, ikiwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na mbili walipoteza kwa goli mbili kwa sifuri dhidi ya US Monastir, kule Tunisia, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu wakapoteza goli tatu kwa sifuri dhidi ya CR Belouizdad kule Algeria, na mwaka elfu mbili e, na ishirini na nne wakapoteza goli mbili dhidi ya Al Hilali Odramani ya Sudani kwa hapa Tanzania lakini rekodi ya pili ambayo klabu ya Yanga imeweza kuiweka wameivunja ni kuifanya AC, AS, Far Rabat kupoteza mchezo ndani ya dakika tisini baada ya siku mia mbili na tatu sawa na miezi sita na wiki tatu, ambapo mara ya mwisho kufanya hivyo ilikuwa dhidi ya Wydad Atletico Casablanca baada ya kukubali kipigo au kichapo cha goli mbili kwa moja ligi kuu ya Morocco eh, ambao almaarufu kama Pro e, ambayo ilikuwa ni tarehe 3 Mei 2024. Hivyo Yanga wameivunja rekodi hiyo na ya kuwa unbeaten na ya AS Farabati iliyodumu kwa mechi 14 katika mashindano yote ambayo waliweza kushiriki. Hivi ndivyo ambavyo Yanga wameweza kujivuku kushinda na kuweza weka rekodi wao wenyewe ambayo, eh, ambayo imewawezesha kujiweka sehemu nzuri zaidi ikiwemo ile ya kufuta uteja wa kufungwa kila ufunguzi wa mechi mp, eh, ufunguzi wa mechi za makundi, lakini na kuivurugia eh, Far Rabat uh, eh, ile unbeaten yao ya mezi kumi na nne ambayo hawajafungwa kwenye michuano yote ambayo wameweza kushiriki na kufanya kwamba wao wametumia siku mia mbili na tatu toka walivyofungwa.